Yaani, Jonathan Sowah mchezaji wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, ambaye anacheza nafasi ya ushambuliaji pale namba 9. Kwa hiyo, ambaye bado hujamfahamu vizuri Jonathan Sowah, basi ungana nasi kwa kubonyeza maneno ambayo yanasomeka subscribe, kisha itatokea kengele, bonyeza moja kwa moja unaunganishwa kuwa mwanahabari mkubwa sana katika chaneli hii. E, bwana moja kwa moja Jonathan Sowah ambaye yeye taifa analotokea ni taifa la Ghana ambaye hivi sasa yupo katika klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba Jonathan Soa ambaye yeye ana miaka ishirini na sita tarehe aliyozaliwa ni Januari moja mwaka elfu moja mia tisa tisini na tisa, ambapo ndipo tarehe ambayo amezaliwa Jonathan Soa. National taifa ni Ghana, lakini position, nafasi aliyopo hivi sasa, anaichezea klabu hiyo ya Simba, lakini ni nafasi ya ushambuliaji, nafasi ya eh, namba tisa pale mbele akichezea klabu hiyo ya Simba kwa hivi. Huyu ni Jonathan Sowah ambaye hivi sasa amekuwa na muunganiko mzuri na wachezaji wenzie pale klabu ya Simba. Nikukumbushe mdau wa soka wa channel hii, kwa wewe ambaye bado unatembelea channel hii, na hakikisha umebonyeza maneno ambayo yana wino mwekundu. Maneno haya yako chini ya hii video yako, bonyeza maneno hayo, itatokea kengele, bonyeza moja kwa moja Unakuwa mwanahabari mkubwa wa chaneli hii, na hapa ndipo mahali sahihi ambapo unaweza ukapata taarifa za uhakika kabisa, taarifa za soka ambazo zinatoka kila muda ndani ya chaneli hii. Basi ungana nasi kwa kuwa mwanahabari mkubwa, huku ukibonyeza maneno ambayo yanasomeka subscribe. Asante.